Toka nchini Tanzania kushuhudia timu nne zikisonga mbele katika michuano ya kimataifa, Simba na Yanga kwenye Ligi ya Mabingwa Afrika pamoja na Azam FC na Singida Black Stars kwenye Kombe la Shirikisho Afrika, mjadala mkubwa umeibuka kuhusu kiwango halisi cha wawakilishi hao wakubwa, hususani Simba na Yanga. Simba imefanikiwa kufuzu raundi ya pili ya ligi ya mabingwa Afrika baada ya kulazimishwa sare ya bao moja kwa moja na Gaboroni United ya Botswana, sare ambayo imewawezesha Msimbazi hao kupenya kwa ushindi wa jumla ya mabao mawili kwa moja. Kocha Hemedi Morocco anasema kikosi chake kinarejea mazoezini mara moja kwa sababu uwezo wa wachezaji bado haujafikia kiwango kinachohitajika. Individual performance sio nzuri, to be honest. Tunahitaji kurudi kwenye uwanja mazoezi kuhakikisha tuna increase performance ili kuweza compete na watu wengine. Mchambuzi wa soka nchini Tanzania, Chanzi Abedi, amesema timu hizo hazijaonesha makali yanayotarajiwa na mashabiki, jambo linaloweza kuwa pigo katika hatua zinazofuata. Kwa namna ambavyo zimecheza, nadhani performance ya Simba ndio kidogo haijanirizisha kati ya hizi timu zingine ambazo zimecheza, lakini pia nao siwezi kuwalaumu kwa sababu wanapitia katika kipindi kigumu ambacho wanakosa stability ya kitimu kwa sababu benchi la ufundi limeondoka. Tukitazama Yanga, watu wanaweza wakasongea kwamba hawaielewi Yanga inavyocheza, lakini ukiangalia ni timu ambayo inacheza kimkakati zaidi. Binafsi sina, sina shaka nayo. Performance ya Azam nimeona ni nzuri. Performance ya Singida Black Stars nadhani pia. Wanatakiwa timu hizi zote ziimarike tu katika matumizi ya nafasi. Rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF Wallace Karia amepongeza kufuzu kwa timu nne za Tanzania. Anasema ni ishara ya maendeleo ya mpira wa miguu nchini. Kama Watanzania tumeingiza timu nne, kwa hiyo tukaakuingiza raundi nyingine, sio msimu unaokuja tu, lakini nadhani tutapata na, na misimu miwili mingine zaidi ya kuhakikisha kuwa na timu nne, ambalo ni jambo bora zaidi. Kwa mujibu wa ratiba, Simba itakuana na Nsingizini Hotspurs ya Eswatini kwenye hatua ya thelathini na mbili bora yali ya ligi ya mabingwa Afrika, huku Yanga ikipangwa kucheza dhidi ya Silver Strikers uh, ya Malawi katika mbio za kusaka nafasi ya hatua ya makundi. Wakati huohuo ligi kuu soka Tanzania Bara itaendelea wiki hii. Kesho Septemba 30, Mbeya City watakuwa nyumbani katika uwanja wa Sokoine kuwakaribisha mabingwa watetezi Yanga. Kocha wa Mbeya City Malale hamsini, kuelekea mchezo huo anazungumzia maandalizi leo. Siku ya Jumatatu tumefanya ni maandalizi yetu ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wetu mgumu dhidi ya Yanga kwenye mecha ya kesho tumejipanga ni vizuri kuwakabidi ni wapinzani wetu Yanga. Oktoba mosi, Simba itakuwa dimbani kukabiliana na wauaji wa kusini na Mungo FC kutoka nchini Tanzania. Ni mwanamichezo Mendi Josefu.